Shirika la ndege la Emirates limethibitisha rasmi kuwa litapokea ndege yake ya kwanza ya Boeing 777-9 katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Taarifa hiyo imetolewa wiki hii na Mwenyekiti na Mkurugenzi Mtendaji wa Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum. Hatua muhimu katika mipango ya shirika hilo la kuboresha huduma zake. Boeing 777-9 ni sehemu ya kizazi kipya cha ndege za 777X zinazotarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika safari za masafa marefu kwa ufanisi zaidi, uwezo mkubwa wa kufika mbali, na faraja kwa abiria. Emirates ikiwa ndio mtumiaji mkubwa zaidi wa ndege aina ya Boeing 777 duniani inaamini kwamba kuwasili kwa 777X utabadilisha kwa kiasi kikubwa mwelekeo huduma zake. Kwa sasa, Emirates ina jumla ya oda ya ndege 205 zikiwemo 777-9 55, 777-8 35 na Dreamliner tano. Mkataba huo wa dhamani ya dola bilioni 52 ulisainiwa mwaka 2023 ukionyesha dhamira ya shirika hilo kupanua na kuboresha fliti yake ya ndege za umbali mrefu. Kuwasili kwa ndege hizo mpya kumeibua msisimko mkubwa miongoni mwa wadau wa sekta ya usafiri wa anga na mashabiki wa ndege duniani, huku Emirates ikijiandaa kuipokea ndege hiyo ya kisasa katika kipindi kijacho.